Hebu sasa tuingie kwenye jukwaa la tahariri. Dhulma za kijinsia barani Afrika zimeendelea kuwa doa jeusi linalochafua maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Licha ya sheria na sera nyingi zilizowekwa kulinda haki za kibinadamu, Wanawake na wasichana wengi bado wanateseka kwa sababu ya mila kandamizi, ukosefu wa elimu, umaskini na mifumo ya kijamii inayowapa wanaume mamlaka juu ya wanawake. Wakati huo huo, teknolojia na mitandao ya kijamii imefungua uwanja mpya wa dhulma za kisasa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anaangazia kwa kina swala la dhulma ya kijinsia katika enzi hii ya mwanga wa kidijitali, ambapo dunia nzima imeunganishwa kwa mguso wa kidole. Tunashuhudia jambo la kusikitisha. Mwanga huu wa teknolojia unaangaza pia giza la unyanyasaji na ukatili. Teknolojia ambayo ilipaswa kuwa daraja la maendeleo na mawasiliano, sasa imegeuzwa na baadhi kuwa silaha ya kimya kimya ya kudhalilisha na kuumiza, hasa wanawake na wasichana. Mitandao ya kijamii iliyoahidi sauti kwa hosia na sauti imegeuka uwanja wa mawe ya maneno. Uonevu wa mitandaoni umekuwa janga jipya la karne hii, ambapo maneno yanaua heshima, matusi yanavunja utu na kejeli zinamfanya mwanadamu ajione duni. Mwanamke anayethubutu kutoa maoni mitandaoni hujikuta akishambuliwa si kwa hoja, bali kwa maneno ya chuki na dharau za kijinsia. Halafu kuna kulipiza kisasi kwa kusambaza picha za faragha, ukatili wa kidijitali unaomvua mhanga hadhi na utu wake ukimfanya aishi katika kivuli cha fedheha isiyo na mwisho. Wengine wamepoteza kazi, familia na hata maisha kutokana na uovu huu unaotendeka kwa sekunde chache tu. Kukejeli miili ya watu nako kumegeuka sumu inayotiririka polepole mitandaoni, maneno ya dharau kuhusu maumbile, ngozi au mavazi. Dunia ya vipendwa na vichujio imewageuza wengi kuwa wafungwa taswira bandia huku uhalisia na urembo wa ndani ukipotea gizani. Chuki na uchochezi mtandaoni vinazidi kuchipua kama magugu kwenye bustani ya teknolojia. Lugha za chuki dhidi ya jinsia, makabila au mitazamo tofauti zinachochea ghasia na kuvuruga umoja wa kijamii. Wengine huchukua fursa hii kueneza uhasama, wakisahau kwamba kila neno mtandaoni lina uzito wa kujeruhi au kujenga. Hata hivyo, giza hili halisababishwi na teknolojia pekee. Ukosefu wa elimu kwa kina dada wengi umeongeza ukubwa wa tatizo hili. Wasichana wengi, hasa kutoka maeneo ya vijijini na familia zenye kipato cha chini, hawajui haki zao wala namna ya kujilinda dhidi ya dhulma za kisasa. Wengine hawana uelewa kuhusu matumizi salama ya mitandao, na hivyo huangukia mitego ya uhalifu wa wa kidijitali. Kwa upande mwingine, umaskini nao ni mzizi mwingine wa dhulma hizi. Mwanamke maskini mara nyingi hana sauti, hana fursa wala uwezo wa kutafuta haki yake. Wengine hufumbiwa macho kwa noti chache au tishio la kuachishwa kazi. Katika jamii ambapo njaa inazidi haki, dhulma huota mizizi na sauti ya mwenye kudhulumiwa hubaki kuwa ukimya mtupu. Ni wazi basi kwamba teknolojia bila maadili, elimu na uelewa wa haki ni kama kisu mikononi mwa mtoto, chombo cha madhara. Serikali, taasisi za elimu, mashirika ya kijamii na kampuni za teknolojia lazima ziungane kupaza sauti ya maadili ya kidijitali na kuweka mikakati ya elimu ya haki za kijinsia. Lazima tuwafundishe vijana wetu matumizi bora ya teknolojia, wajue haki zao, wajue mipaka na wajue kwamba heshima haijawahi kupitwa na wakati. Maendeleo ya kweli sio kasi ya mitandao au mtandao, bali ni namna tunavyolinda utu ndani ya haya maendeleo. Bila maadili, teknolojia hubaki kuwa kivuli kinachoficha roho ya ubinadamu. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa.